Unacheki hii dunia eh? hii dunia ina mambo sana, hii dunia ina mambo sana. Kwa sababu gani? unaweza pata mwanamke chizi, mwanamke chizi, lakini kuna mtu alimpenda, na ule aliompenda haonekani ni nani. Ni nani aliompenda ule chizi? lakini kila baada ya muda chizi anapatikana kona mimba chizi kila baada ya mwaka unapatikana na mimba, anaza, lakini mwenye anamzalisha ule chizi hajulikani, hmm? Kwa hivyo watu wanasemaje, mwanamke chizi hakuna, lakini mwanaume chizi yuko. Maana hutapata mwanaume chizi hata siku moja ametia mwanamke mimba, lakini mwanamke chizi utampata, anazalishwa kila baada ya miaka <laughs> ni na maajabu sana eh. Lakini wanaume sisi, ah, tuko na roho tuko na roho, lakini wanawake ah, hawezi kwenda mpatia kwenda mpatia chizi aekwe. Ay, mimba na chizi hiyo ha, nayo hakuna. <laughs> Asijawahi ona hiyo, we we eh, hey, hey, chizi aeke mwanamke mimba mm, wapi hey.